Naam, mwanadada anayefahamika kwa jina la Sha, huyu ni mwanadada ambaye alishirikigi zamani sana kwa Coca-Cola Popstars, lakini pia akapata umaarufu kutokana na baadhi ya ngoma ambazo alizifanya zikaenda eh kama kuna, kuna ngoma inaitwa shoga yangu kama unaikumbuka, ile ambayo Bimwenda alicheza mule ndani pale makumbusho. Lakini pia vilevile vile Sha amepata umaarufu zaidi baada ya kuwa katika relationship na Master J ambaye ya alikuwa ni jaji katika kipindi hicho cha Coca-Cola Popstars way back, kipindi hicho tuko shule ya msingi. Lakini pia akaja kuwa producer wa huyu huyu Sha, kipindi Sha ameingia katika industry ya mziki sasa. Pia akaja kuwa mke wa Master J na wana mtoto mmoja na ni moja kati ya kapo ambazo ziko low key, wanaishi maisha yao wanafanya vitu vyao, lakini hii bwana imekuwa ni surprise eh, huko mitandaoni ni kwamba Master huyu Sha ameweka ujumbe katika kurasa wake wa Instagram hapa juu, katika Insta story ambao ni ujumbe umewashangaza watu wengi sana kuona kwamba Sha ameamua kuchukua mambo ya ndani ya familia yake yanayoendelea kuja kuyabwaga mtandaoni. Na peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba Sha, mzazi mwenzie wa Master J, amlaumu Master J kwa kutoa kwa kutoa kuwa, kutoka kuwa baba bora na kuto kumuhudumia mwanaye. E, wameandika hapa kwamba msanii wa Bongo Flava aliyewahi kufanya vizuri na wimbo wake wa shoga yangu Sha amezua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kufunguka e, kuwa baba wa mtoto wake, yani, Master J hamununulii nguo binti yake na wala hajui kuhusiana na hilo. Kupitia Insta story, Sha aliweza kuposti caption iliyokuwa iliyokuwa ni ya malalamiko kwa baba mtoto wake Master J baada ya kushindwa kumnunulia nguo mwanaye. Ameandika hivi Shaa e, kama hivyo nilivyokuambia sina haja tena ya kuirudia the way ambavyo Shaa alichokuwa amekiandika. Sasa wadau bwana wameshangaa sana kuona hili e, watu hapa walikuja wakaweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mtu amesema kwamba, bwana, ukizana mtu aki akikuhudumia mtoto umshukuru Mungu na umheshimu sana. Wengi hawajuagi kuhudumia watoto wao. Umeona bwana. Kuna mtu mwingine, so bwana mwiteni kinkiba sasa e, tuna shida naye hapa. Kuna mtu ameandika hivi kutokana na ile controversy ambayo ilikuwepo kati ya Master J na Alikiba. Kwa mtu amesema kwamba e bwana kuwaelezea wenzie tu kuhudumia mwanae. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba huyu Master J ni mtu ambaye anatoa tu maoni kwenye mambo ya watu, yeye mwenyewe kumhudumia mtoto wake wala. Kwa mtu anasema bwana, hadi, Master J na yeye pia ahudumii mtoto, kuna mtu ameshangaa kuona hilo. Umeona, haya ni makubwa jamani bwana, kumbe mdomo wote ule na kutaka kuwashusha wenzie, hata mwanaye kumhudumia hamhudumii. Ameandika hivyo bwana, hii ndio, ndio shida ya kuzaa barabarani. Yeah. <laughs> Ha, ya kuzaa, kumbe mambo ndio yako hivi. Kwa hiyo watu wengi sana wamekua surprised kuona Master J kwamba hatoi huduma kwa, hato kwa mwanaye